na kile ambacho kimeweza kujiri kutoka katika shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania kupitia bodi yake, ambapo siku ya leo waliweza kukaa kikao cha dharura kwa ajili ya kuweza kuzungumzia mchezo wa Kariakoo Derby kati ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya Yanga Sports Club, mchezo ambao ulipangwa kuchezwa hii leo, ikiwa siku ya leo ni tarehe nane mwezi Machi mwaka 2025 lakini mara baada ya kutokea sitofahamu kwa klabu ya soka ya Simba kuweza kuzuiliwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi, basi Simba waliweza kuondoka na kuwasilisha maombi yao kunako shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania, TFF kwamba hawakufanyiwa ha fair katika maandalizi kuelekea katika mchezo huo, kwao Simba wakasema kwamba hawatocheza mchezo wa leo dhidi ya Yanga Sports Club, lakini kwa taarifa ambao Yanga Africans wameweza kuitoa ileo, wao wamesema mchezo huo wanautambua na kwamba watakwenda uwanjani kama kawaida. Sasa kupitia Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara, ambayo siku ya leo iliweza kukaa kikao kizito, wameweza kuja na majibu yafuatayo: taarifa kwa vyombo vya habari. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya Bodi ya Ligi Kuu Tanzania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 na bodi barua bodi ya ligi kueleza kuhusu tukio tajwa hapo juu huku pia ikieleza nia ya yao ya kuto kushiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 saba kifungu cha 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maofisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio haraka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 Mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo tunaona taarifa kutoka katika bodi, bado sakata hili halijaisha, kwa sababu uchunguzi bado unaendelea kufanyika ili kuweza kubaini ni kipiaso ambacho kiliweza kutokea. Kwa hiyo kwa, kwa mujibu wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara wamethibitisha kwamba mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Yanga uliokuwa umepangwa kufanyika siku ya leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa umeweza kuahirishwa ili kuweza kuruhusu uchunguzi zaidi kuweza kufanyika. Tarehe rasmi ya mchezo wa Simba dhidi ya Yanga bado haujatangazwa, lakini bodi watakwenda kutangaza tarehe rasmi pindi ambapo watakuwa wamemaliza uchunguzi haraka iwezekanavyo. Nini maoni, nini mtazamo? Kwa sababu Yanga yenyewe wanakwambia leo wanakwenda uwanjani, huku Simba wao tayari wameshapokea kiao kwamba mchezo upi aupo. Nini maoni, mtazamo? Tuambie na la comment kwa upande wako, unaacha kuongea sakata hili, nasi tutakuja kuyasoma maoni yako.